Gachagua under fire for calling Mount Kenya MPs foolish. Yaani Gachagua jamani mdogo mdogo Gachagua. Sasa <coughs> aliita wabunge ati wajinga. Hai ya ya ya. Sasa mambo mechemuka. Hawa wabunge ni kama wamemwepa kwa sababu ya matamshi yake pale. Ya ya kwa hivyo ni habari ambayo naona imemulikwa kwenye gazeti la The Star. Daily National palimulika unmask faces in home buying scams. Yaani uh, kuna makampuni tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikiadaa Wakenya ambao wanataka kununua nyumba especially wa Wakenya ambao wanaishi kule Ulaya. Inasemekana kwamba wamekuwa wakituma pesa uh, kwa hizi kampuni ili wajengewe nyumba, na inachukua muda mrefu na mengine pia ina, inasemekana kwamba ni scam kwa hivyo nimeona sura za madirectors wa kampuni tofauti tofauti ambao wamemulikwa pale. Kuna Bona Patrick Mchoke ambao ndio managing director of Maiga Homes Limited that is accused of taking millions from investors without delivering houses, yaani wanachukua pesa bila kujenga hizo nyumba ambazo wamepromise wale wateja. Kuna pia uh, Mr. Egidio Kinyanjui ambaye ndio managing director ya Winston Homes na pia alikuwa sales manager wa Banda Homes that left investors in tears. Hii Banda Homes nakumbuka kesi yake wengi. Yes, walipoteza pesa zao. Alafu yeah, yeah. Kuna pia bwana Peter Nyaga the managing director of Certified Homes Limited yeye yeah, pia amemulikwa pale na yeye ni chief executive officer wa Mahiga Homes Limited. Yaani ni kama hizi hawa jamaa wako connected na hizi kampuni tofauti tofauti. Yes. Huyu alikuwa kwa hii anaenda na anatengeneza nyingine. Yes, wanadaa wa Kenya kwa hii mambo ya kununua nyumba. Kwa hivyo wamemulikwa pale. Unasemaje bwana? Hii kitu ni very sad kwa sababu mm, kuna watu wengi wamepoteza investment zao mm -hmm, na sijui kwa nini wa Kenya tuko na hii mambo ya utapeli sana mm -hmm, kwa sababu ukisikiza nchi zingine vile watu wanafanya mm -hmm, unapata kwamba it's a straightforward case. Mkisha sainiana kwa kandarasi, that should be a legal thing that inafanywa, na, na wengi kutoka Ulaya mm -hmm, wameadaiwa na si hizi kampuni peke yake, mimi nimeona jamaa mm -hmm, alikuwa anatuma pesa kumbe jamaa anampigia picha akimuonyesha nyumba mm -hmm, ati nyumba imefika hapa. Kumbe ni nyumba ya Jamani, jamaa alipokuja hapa Kenya mm. hakuna nyumba mm. you can imagine mm. kwa hivyo tafadhali, it's, it's, not fair. Mtu amework kule Ulaya, una retire under snow, unataka kurudi nyumbani, unapata there is nothing, there is nothing na umekuwa kituma pesa, can you imagine. Na unajua waje ama, siku hizo kuna sales representative mpaka kule majuu. Yes, uko kienda kule Marekani, unapata wako na sales representatives pale ambao wanajaribu kuwashawishi kwamba waweze kufanya investment hapa nchini in Kenya. Kumbe ni scam, very sad story, story ambayo imemulikwa pale gazeti la The Standard. Nao wameweza kuangazia hii kesi ya huyu mwanadada anayejulikana kama Rose Njeri, ambaye ni software developer na pia ni civic activist ambaye alikuwa amekamatwa.